Wa Justini Kalili Waya Mwansepele, nimekuja hapa kwa niaba ya Dkt. Tulia lakini pia nawakilisha wananchi wa jimbo la Uyole. Kwa hiyo sisi kama wananchi tumemchukulia fomu Dkt. Tulia, na fomu hii tutaihakikisha mpaka ameijaza kuwa gombea wa jimbo la Uyole. Kwa hiyo fomu imeshachukuliwa tayari, na sasa tasubiria mheshimiwa afike, na mara baada ya kufika, basi tutamkabidhi fomu yake tayari kwa ajili ya kuijaza. Ni mapenzi ya dhati ya Wanauyole. Kwa hiyo kwa kwa kufanya hivi, nadhani tunafanya hivi ili atambue kwamba wananchi wa jimbo jipya la Uyole tunathamini mchango wake ndani ya jamii, lakini pia Uh, tunatambua uchapakazi wake na ndio maana tumeamua kufanya kitendo hiki eh, kwa ajili ya kuonesha heshima yake pia.